nnatafurani najua kali alafu namisha naonatafurani manangu usujua ala sea aananawak kuanzia utosini mpaka mifukoni kote kumekauka, kumekauka manangu, kote kumekauka. So poa, ni so poa. <laughs> sema tunatakiwa tusichoke sisi kama vijana yeah. bado tuna nguvu yeah. kwa hiyo na mimi tukizitumia hasa nguvu zetu tukazifanyia kazi yeah. Basi mafanikio tutakuja tu, lakini tukisema tunakaa tu hivi afu tunasema maisha magumu hivi hivi yani, maisha magumu utayaona kila siku okay. Lakini tukitoka tukienda kupambana, yani nakuwa kitu kizuri sana yani, lazima kitu. Ni lazima upate kitu, kiukweli ni hivyo maisha magumu. Lakini maisha magumu muda mwingine na tunaleta sisi wenyewe, kwa sababu hii hali au neno la maisha magumu ilikuwepo toka enzi ya wazee wetu. Yeah. Wazee wetu wamezaliwa au wametuzaa sisi wakilalamika hivyo hivyo maisha magumu yeah. Yeah, ndio wenyewe oh, wanakuambia wanakuambia miezi ndio ile ile, tutafute hela lakini, eh, miezi yote inafanana inakuwa ndio vile vile. Kwa hiyo muhimu tutafute hela kikubwa, vijana, tujishughulishe tufanye kazi yeah, ili mradi tupate kusongesha haya maisha yeah. Hali ya maisha ni kawaida tu. Eh, hakuna hakuna mabadiliko ambayo tutakaosema tubadilike. Mabadiliko chanya atakuja endapo wewe mwenyewe ukiwa mchakalikaji na kufanya kazi <tutu> <kweli mwanangu>, sema <tutu> katika hali ya maisha. Hebu eh, ngee maji mwanangu, so, jua so, <tutu> <walo. tutu> so, jua limewaka sana Kweli mwanangu jua limewaka, alafu tunashauriwa sana tunywe maji kutokana na hii hali ya hewa hii jua kali sana yeah. kwa hivyo tunywe tunywe maji, unajua nini, juzi mm, wakati nimepita katika mitandao nikaona vijana fulani hivi wanajiita mm, nani MKS yeah, MKS husu nini tena, walikuwa na wametoa clip yao kwamba wanatoa ushauri yani, ushauri wa bure yani, kiufupi nimependezewa nao kusababu, kwa sababu wanahamasisha jamii inapata, walikuwa wajui, wanajua kwamba maisha yako kwa hivi. ah, yeah. Ndio travel yeah, Hey. Hey. Hey. Nilipita nimeona, nilipita vile vile kweli. Yani tch, vile ndo inavyotakiwa, kwa sababu lazima vijana tupeane yani ushauri, kwa sababu kuna vijana ambao waelewa, kuna vijana ambao zao so nzuri si? Ndio, kwa unakuta ukipata ushauri kama vile. Alafu ngoja, kikubwa ushauri kwamba auuzwi e, ushafahamu, ushauri unakuwa bure e, mtu ana uwezo wa kuuchukua na asipouchukua ya. Lakini umfikishie yani, amefanya yani bonge moja idea, sababu kama mimi mwenyewe nimependa, alafu pia nimejifunza kupitia komenti zao, hili ndio mm. Da. Sasa kingine, kitu kimoja mwanangu, yeah. Unajua vipi? mm-hmm. Hii hali ya sasa hivi yeah. Mie kama mie, si umeniona mwanangu, mi na fani mbi, yeah. Mbili na fani mbili ushafahamu yeah. Fani ya kwanza unaijua fani ya kwangu mie mwanangu mie kama mie unaijua fani yangu penta. Eh, penta kama Dio kawaida ka yeah. Ndiyo. Dio, unafahamu na pia fani ya pili, mi fani yangu unaijua fani yangu ya pili ushafahamu pani yangu ya pili mi bodaboda. Ushafahamu, sasa juzi moja nimepewa mkataba jombo ushafahamu, na bosi kazi, lakini ile, ile chombo kumbe imepigwa ya wizi, ya wizi. Ah, ushafahamu hasa. Pole sana hiyo hiyo. Kesi imepelekwa wapi? Ipo kituoni, ushafahamu, chombo kimeshikiliwa na mimi ilikuwa ilibidi nilale kituoni, lakini mimi nimepapatuliwa, nimetoka, ndio. yeah. yeah. yeah. yeah. nimetoka ile chombo ya wizi. Wewe kama, hebu nishauri hapo, unaniambiaje? mwanangu niendelee ikitoka au hapo bwana Ushauri auji wowote, yani hapo ushauri ni maana, hapo ndo tunarudi pale pale kwenye ushauri wa bure. Ndio ushauri wa bure, ndio vile walivyofanya ndo kama hivyo. Sasa tumepata tumeona, kimekuja kitu vile vile, tunarudi mule mule. Hapo naomba ushauri wangu mi mimi. Mimi kama mimi, ndio hicho kitu kinakuwa tare kisha ingia nuks, wenyewe wanasema nuks kwa nakua, so, so bahati yako, na ukiendelea ukifanya kitu kama hicho kitakuletea madhara na pia ukipata mtu mwingine wa kukupa kitu kama hicho mm. Kwanza unatakiwa ujue dokumenti zote, yani ufuatilie kile kitu kwamba vipi hiki kitu chake kweli nini, sababu hapo umekamatwa na polisi, lakini ukija kamatwa na raia wenye hasira kali, yani maisha yako ndo inaweza ikawa ndo mwisho. Kwa hiyo lazima kwanza uangalie, sijui umenifahamu. Hata mimi mwenyewe ndio Mi fundi, mi mantanesi, yaani mi chochote unachoniletea kinachohusiana na ufundi mi nafanya. Afu la pili vile vile, mi na kipaji mwanangu. Kipaji gani mwanangu? Mi naimba, yaani ukitaka nikupe sampo hapo naweza nikakupa sampo. Aa, unaimba kweli mwanangu? Naimba mwanangu. Sasa sikiliza. Kuna mwanetu oh, ah, kuna mwanangu mmoja anaitwa MKS. Unafahamu? Kuna mwanetu huyo huyo anaitwa MKS. Huyo mwanetu sana Ushafahamu? Oy, sikupangili sikia, mi sibihi. Labda nikuaminishe kwa vitendo, kwa sababu mimi napenda sana kufaa vitendo. Nikuaminishe kwanza, nikupe vitu, nipe vitu mwanangu. <coughs> Je, yeah. ah. Ni nusuru kwenye upendo wa dhati niwe na uhuru, niwe mwenye bahati Inusuru mama, kwenye upendo wa dhati niwe na uhuru, niwe mwenye bahati. Ukinizungusha zunguzungu zungu, daima nitaumia. Sikiliza ah, mwanangu. <coughs>